Sasa uwapigie kidogo misari ambayo uimbe leo, uimbe na 32. Kwanza anza na intro kama unavyojua hmm. Nane, panga la kichwa basi, pote mkononi <laughs> Mgeni wa Mungu tunanuna tu.

Isaka navojua, hiyo ndio unaimba na thelathini na mbili leo, na thelathini na mbili live. Siwajue mafamu watu wabaya kweli, au unasemaje? Mpiga bit ati mazingira hapo. Temgoma yetu ito ishaondoka hiyo, ishaondoka kabisa, kitambi mapema sana.